Mfalme Sulemani anayejulikana kama mtu mwenye hekima zaidi aliyewahi kuishi, alibarikiwa na Mungu kwa hekima isiyo na kifani, utajiri mkubwa na mamlaka kuu. Lakini nini hasa kilimtokea mfalme huyu mkuu? Je, mtu aliyependwa sana na Mungu aliishije maisha yake kwa huzuni, majuto na kuanguka kiroho? Jiunge nasi tunapofichua hadithi isiyojulikana ya siku ya mwisho ya Sulemani, siku iliyojawa na tafakari kuhusu utukufu wake, mapungufu yake na matokeo mabaya ya kumgeuka Mungu. Jifunze jinsi mfalme aliyekuwa na kila kitu alivyomalizia kwa kusema, kila kitu ni bure, na uelewe maana ya hadithi yake kwa maisha yetu leo. Usikose hadithi hii yenye mafundisho makubwa kutoka kwa maisha ya Sulemani ambayo yanaweza kubadilisha maisha yako. Tunaweza kujifunza nini kutokana na makosa yake? Tunaweza kuepukaje mitego iliyomwangusha? Hadithi hii si tu kuhusu mfalme bali ni kuhusu kila mmoja wetu anayepambana na kiburi, majaribu na tamaa za ulimwengu huu. Ikiwa hadithi hii inakugusa na inafungua macho yako, tafadhali bonyeza kitufe cha kupenda, jisajili kwenye chaneli yetu na washa kengele ya arifa ili usikose masasisho mapya. Msaada wako unatusaidia kuleta hadithi nyingine zenye nguvu za Biblia na mafundisho yanayoweza kubadilisha maisha moja kwa moja kwako. Tunakuhimiza pia kushiriki mawazo yako: ni nini kilikugusa zaidi kuhusu safari ya Sulemani? Tuandikie maoni yako hapa chini, tunapenda kusikia kutoka kwa jamii yetu. Na usisahau kushiriki video hii na marafiki na familia yako, kwa sababu mafundisho haya ni ya dhamani na yanapaswa kushirikiwa. Sasa tuingie kwenye sura ya mwisho ya maisha ya Mfalme Sulemani na tugundue ukweli wa mwisho kuhusu kupanda kwake, kuanguka kwake na mwisho wake wa kusikitisha. Usikose hadithi hii yenye nguvu inayoweza kubadilisha mtazamo wako wa maisha. Hebu tuanze. Mwanzo wa utawala wa Sulemani. Mfalme Sulemani alianza utawala wake kwa ahadi kubwa. Alikuwa mwana wa Daudi na Bathsheba, akachaguliwa na Mungu kuupokea ufalme wa Israeli baada ya utawala wa Daudi. Tangu mwanzo safari ya Sulemani iliandamana na kibali na mwongozo wa Mungu. Katika mmoja wa Falme tatu sura ya tano tunasoma kuwa Bwana alimtokea Sulemani katika ndoto kule Gibeoni na kumwambia, niombe lolote unalotaka nikupatie. Sulemani alifanya ombi ambalo lilimjengea urithi wake. Hakumwomba Mungu utajiri, maisha marefu wala kushindwa kwa maadui zake. Badala yake, katika moja wa Falme tatu sura ya tisa Sulemani aliomba kwa unyenyekevu, Mpe mtumishi wako moyo wa hekima wa kuhukumu watu wako, apate kutofautisha mema na mabaya. Kwa maana ni nani awezaye kuwahukumu watu wako hawa walio wengi? Mungu alifurahishwa sana na ombi la Sulemani. Katika mmoja wa Falme tatu sura ya kumi hadi kumi na nne, Mungu hakumpa Sulemani hekima tu, bali pia alimwahidi utajiri, heshima na maisha marefu, kwa sharti kwamba atabaki mwaminifu kwa amri za Mungu. Mtihani wa kwanza wa hekima ya Sulemani. Hekima ya Sulemani ilijaribiwa mara moja pale wanawake wawili walipofika mbele yake, kila mmoja akidai kuwa mama wa mtoto mmoja. Tukio hili lililonakiliwa katika mmoja wa falme tatu sura ya 16 hadi 28 linaonyesha busara aliyopokea kutoka kwa Mungu. Sulemani alipendekeza mtoto huyo akatwe vipande viwili akijua kuwa mama wa kweli angekubali kumpoteza mwanawe kuliko kuona akiwawa. Watu wa Israeli walistaajabu kwa hekima yake, wakitambua kuwa hekima ya Mungu ilikuwa juu ya mfalme wao. Tangu wakati huo umaarufu wa Sulemani ulienea kote. Katika mmoja wa falme nne sura ya 29 hadi 30, imeandikwa Mungu alimpa Sulemani hekima, akili nyingi na ufahamu mpana, upana wake kama mchanga wa pwani. Hekima yake ilikuwa kuu kuliko ya watu wote wa mashariki na hekima yote ya Misri. Sulemani aliandika medhali elfu tatu na nyimbo zaidi ya elfu moja, moja wa falme nne sura ya thelathini na mbili zenye mada za maisha, asili, uongozi na imani. Mkutano na Malkia wa Sheba. Hekima ya Sulemani ilimvutia hata Malkia wa Sheba, mfalme mwenye nguvu aliyesafiri umbali mrefu kumjaribu kwa maswali magumu. Katika moja wa falme kumi sura ya sita hadi saba alisema, habari nilizosikia katika nchi yangu kuhusu mafanikio yako na hekima yako ni kweli, lakini sikuamini mpaka nilipokuja na kuona kwa macho yangu mwenyewe kwa hakika hata nusu ya yale niliyoambiwa hayakulingana na uhalisia. Kwa hekima na utajiri umepita hata habari nilizosikia. Tukio hili lilionyesha jinsi baraka za Mungu juu ya Sulemani zilivyokuwa, pia ushuhuda wa kibali cha Mungu kwa Israeli, ujenzi wa hekalu. Lakini mafanikio makubwa zaidi ya Sulemani alikuwa ujenzi wa hekalu huko Yerusalemu, jukumu ambalo baba yake Daudi alitamani kulitimiza. Hekalu la Sulemani, lililoelezewa katika mmoja wa Falme sura ya sita, lilikuwa jengo la ajabu la wakati wake, likijengwa kwa mbao za mierezi kutoka Lebanoni, dhahabu fedha na shaba. Lilimchukua miaka saba kulikamilisha na lilikuwa kitovu cha kiroho cha Israeli, mahali ambapo uwepo wa Mungu uliishi miongoni mwa watu wake. Katika mmoja wa falme 8 sura ya kumi hadi kumi na moja hekalu lilipokamilika Sulemani aliwaongoza watu kwa sala ya kutakasa na kulikabidhi kwa Mungu. Katika mmoja wa falme 8 sura ya 22 hadi hamsini na tatu aliomba akiomba Mungu asikilize maombi ya watu wake. Maombi yake yanaelezewa vizuri katika mmoja wa falme 8 sura ya 23: e Bwana Mungu wa Israeli, hakuna Mungu mwingine kama wewe mbinguni wala duniani. Wewe ushikaye agano lako la upendo na watumishi wako wanaoendelea kwa moyo wote katika njia zako. Wakati wa utawala wa Mfalme Sulemani, Israeli ilifikia kilele cha utajiri, nguvu na ushawishi mkubwa. Ufalme wake ulikuwa mfano wa ustawi, ukivutia wafanyabiashara, wasomi na watawala kutoka pembe zote za dunia ya zamani. Kama ilivyoandikwa katika mmoja wa Falme 10, sura ya 23 hadi 24, mfalme Sulemani alikuwa tajiri na mwenye hekima kuliko wafalme wote wa dunia. Watu kutoka mataifa mbalimbali walikuja kumsikiliza Sulemani ili wapate hekima ambayo Mungu alikuwa amempa. Utajiri wa Sulemani haukuwa na kipimo. Alidhibiti njia za biashara zilizounga Misri na Mesopotamia, na kuingiza dhahabu, fedha, pembe za ndovu, tumbili na tausi kutoka nchi za mbali. Moja wa falme kumi sura ya 22. Meli zake zilirejea kila baada ya miaka mitatu zikiwa zimebeba hazina nyingi, zikionyesha ushawishi wake mkubwa. Katika mmoja wa falme kumi sura ya 14, tunaambiwa kuwa mapato yake ya dhahabu pekee kwa mwaka yalikuwa talanta 666, zaidi ya tani 25 za dhahabu kila mwaka. Kiti cha enzi cha Sulemani kilikuwa cha kipekee. Kama ilivyoelezwa katika mmoja wa falme kumi sura ya 18 hadi 20, kilitengenezwa kwa pembe za ndovu na kufunikwa na dhahabu safi. Kilikuwa na ngazi sita na kila ngazi ilikuwa na simba wawili wa dhahabu pande zote. Hakukuwa na kitu kama hicho katika ufalme wowote. Anasa hii pia ilionekana ndani ya jumba lake la kifalme katika mmoja wa falme kumi sura ya 21 imeandikwa: vyombo vyote vya kunywea vya mfalme Sulemani vilikuwa vya dhahabu, na vyombo vyote vya nyumbani katika jumba la msitu wa Lebanoni vilikuwa vya dhahabu safi. Hakukuwa na kitu cha fedha, kwa sababu fedha ilionekana kama isiyo na thamani katika siku za Sulemani. Hii inaonyesha utajiri wake wa ajabu, ambapo hata fedha ilikuwa haina maana. Lakini pamoja na utajiri huu mwingi, vishawishi vilikuja nguvu na ushawishi wa Sulemani ulimfanya afanye maagano na mataifa jirani, mara nyingi kupitia ndoa. Biblia inatuambia katika mmoja wa falme kumi na moja sura ya moja hadi mbili kwamba Sulemani alipenda wanawake wengi wa kigeni, ikiwa ni pamoja na Wamoabu, Waamoni, Wasidoni na Wahiti, mataifa ambayo Bwana alikuwa ameonya Israeli wasiwe, kwa maana hakika wataugeuza mioyo yenu kuwaifuata miungu mingine. Sulemani hakuzingatia onyo hili alikuwa na wake mia saba wa kifalme na masuria mia tatu Moja Wafalme kumi na moja sura ya tatu. Ndoa hizi hazikuwa tu maagano ya kisiasa, zilikuwa uasi wa moja kwa moja dhidi ya amri ya Mungu katika Kumbukumbu la Torati 17 sura ya 17, ambayo ilisema kwamba mfalme asichukue wake wengi ili moyo wake usije ukapotezwa. Kadri miaka ilivyopita, wake wa kigeni wa Sulemani walianza kumshawishi ache kumtumikia Mungu wa Israeli. Katika mmoja wa falme kumi na moja sura ya nne Biblia inasema wakati Sulemani alipokuwa mzee, wake zake waligeuza moyo wake awaabudu miungu mingine, na moyo wake haukuwa mwaminifu kwa Bwana Mungu wake kama moyo wa baba yake Daudi ulivyokuwa. Licha ya hekima aliyokuwa nayo, Sulemani aliruhusu mapenzi yake kwa wake zake yampotoshe. Wasi wake ulionekana wazi pale alipowajengea miungu ya kigeni madhabahu juu ya vilima vya juu alijenga madhabahu kwa Ashtorethi, mungu wa Wasidoni ambaye aliwakilisha uzazi na uasherati. Moja wa Falme kumi na moja sura ya tano. Alijenga pia madhabahu kwa Kemoshi, mungu wa Wamoabu na Moleki, mungu wa Waamoni ambaye aliabudiwa kwa kafara za watoto, desturi iliyokuwa chukizo kwa Bwana. Moja Wafalme kumi na moja sura ya saba hadi nane. Hii haikuwa tu ishara ya kukubali tamaduni za wageni, bali ilikuwa ni kwenda kinyume kabisa na amri za Mungu katika kumbukumbu -kumbu la Torati moja sura ya mbili hadi tatu, Mungu alikuwa amewaagiza Waisraeli waangamize mahali pa kuabudu miungu mingine siku ya jenga upya. Matendo ya Sulemani yalikuwa uasi wa wazi dhidi ya Mungu. La kusikitisha zaidi ni kwamba hekima aliyoiomba kutoka kwa Mungu, uwezo wa kutofautisha mema na mabaya, sasa ilifunikwa na maamuzi yake mabaya alijikuta katika ibada za sanamu, jambo ambalo Mungu alikuwa amewaonya Waisraeli dhidi yake tangu wakati wa Musa. Katika kumbukumbu kumbu la Torati saba sura ya tatu hadi nne Mungu alisema, msioane nao, msimpe binti yenu kwa mwana wao, wala msiwachukue binti zao kwa wana wenu, kwa maana watawapotosha wana wenu wasinifuate mimi, bali watatumikia miungu mingine. Mungu alikasirika na Sulemani kwa sababu hakutii maagizo yake. Bwana alikuwa amemtokea Sulemani mara mbili, mara ya kwanza huko Gibeoni na baadaye Yerusalemu, akimkumbusha ahadi zake na kumwonya abaki mwaminifu. Katika Mmoja wa Falme tisa sura ya sita hadi saba, Mungu alisema, lakini ikiwa ninyi au wazao wenu mtageuka na kuniacha na msifuate amri na maagizo niliyowapa bali mkaenda kutumikia miungu mingine na kuabudu, basi nitamkatilia Israeli mbali na nchi niliyowapa licha ya onyo hizi Sulemani hakusikia. Aliendelea kujenga mahali pa ibada za sanamu na kushiriki katika ibada hizo. Mmoja wa Falme kumi na moja sura ya tisa hadi kumi inasema: Bwana akamkasirikia Sulemani kwa sababu moyo wake ulikuwa umegeuka kutoka kwa Bwana Mungu wa Israeli aliyemtokea mara mbili, ingawa alimwamuru asifuate miungu mingine. Sulemani hakutii amri ya Bwana. Mwisho wa Sulemani ni funzo kubwa. Mtu aliyekuwa na kila kitu, hekima, mali na kibali cha Mungu alianguka kwa sababu aliruhusu tamaa za dunia zimvute mbali na Mungu. Badala ya kubaki mwaminifu kwa Mungu, alitafuta kibali cha wake zake na miungu yao. Mungu aliyempa Sulemani baraka nyingi, sasa alitangaza hukumu kali dhidi yake. Katika mmoja wa Falme kumi na moja sura ya kumi na moja Bwana alisema, kwa kuwa umefanya hivi na hujashika agano langu na amri nilizokuamuru hakika nitakurarulia ufalme na kumpa mmoja wa watumishi wako. Hii ilikuwa ishara ya mwanzo wa mwisho wa utawala wa kifalme wa Israeli. Ufalme wa kifahari ambao Sulemani aliujenga kwa baraka za Mungu sasa ulikuwa katika njia ya kugawanyika, migogoro na machafuko mungu alimwonyesha sulemani rehema kwa heshima ya baba yake daudi lakini uamuzi wake ulikuwa dhahiri mwenendo wa sulemani ulisababisha kuanguka kwa, kwa ufalme wake kwa maisha yake yote lakini uzito kamili wa matokeo ungeangukia kwa mwanawe rehoboamu mmoja wafalme kumi na moja sura ya kumi na mbili hadi kumi na tatu hukumu ya mungu ilikuwa matokeo ya moja kwa moja ya kutokuwa mwaminifu kwa sulemani ingawa Mungu alimchagua Sulemani, moyo wake ulipotea mbali sana. Katika mmoja wa Falme 11 sura ya 29 hadi 31 tunaona mfano wenye nguvu wa hili, wakati nabii Ahia alipokutana na Yeroboamu, mmoja wa maafisa wa Sulemani nje ya Yerusalemu. Ahia alishika vazi lake jipya akalirarua vipande kumi na mbili, kisha akamwambia Yeroboamu, chukua vipande kumi kwa ajili yako mwenyewe, kwa maana hivi ndivyo asemavyo Bwana Mungu wa Israeli, itazama, nitanyakuwa ufalme kutoka mkononi mwa Sulemani na kukupa kabila kumi. Katika siku ya mwisho ya maisha yake mfalme Sulemani aliyewahi kuwa mtu mwenye hekima na tajiri zaidi duniani aliketi katika kasri lake akitafakari juu ya utukufu uliokuwa umejaza utawala wake. Maisha yake yalijaa mafanikio makubwa, hekima iliyowashangaza mataifa, utajiri usio na kipimo, na ufalme uliokuwa umefikia kilele cha nguvu zake chini ya utawala wake lakini katika dakika zake za mwisho hakujawa na furaha ya mafanikio hayo. Badala yake, alihisi huzuni kubwa, kutotii na majuto. Tafakari za Sulemani zimeandikwa kwa uchungu katika kitabu cha Mhubiri ambacho mara nyingi huhusishwa na miaka yake ya mwisho. Katika Mhubiri moja sura ya mbili, Sulemani analalamika ubatili mtupu, asema mwalimu, ubatili mtupu, kila kitu ni ubatili. Maneno haya yanaonyesha utupu aliyouhisi aliporejea nyuma na kutazama maisha yake ambayo yalikuwa yamepotea mbali na kusudi lake la awali. Pamoja na hekima yake yote, alishindwa kumkumbuka Mungu aliyempa kila kitu. Alipoketi katika kasri lake, akili ya Sulemani ilirudi nyuma kwa miaka. Alikumbuka siku aliyoiweka wakfu hekalu, jengo kubwa na takatifu lililojengwa kwa heshima ya Bwana. Mmoja wa Falme 8 aliomba kwa bidii ili uwepo wa Mungu ujaze hekalu na utukufu wa Mungu ukashuka kama wingu, ukithibitisha kwamba aliridhika na kazi ya Sulemani. Lakini sasa moyo wa Sulemani ulikuwa mbali na siku hizo za ibada. Katika Mhubiri mbili sura ya kumi hadi kumi na moja Sulemani anatafakari juu ya ubatili wa juhudi zake: sikujinyima chochote macho yangu yalichotamani, sikuikataza moyo wangu raha yoyote Moyo wangu ulifurahia kazi yangu yote, na hii ndiyo ilikuwa thawabu yangu kwa tabu yangu yote. Lakini nilipotafakari yote ambayo mikono yangu ilikuwa imefanya na tabu niliyokuwa nimepitia kuyafanikisha, kila kitu kilikuwa ubatili, kufuatilia upepo; hapakuwa na faida yoyote chini ya jua. Utajiri wa Sulemani ulimwezesha kufurahia kila anasa inayowezekana. Alijenga kasri kubwa, kupanda mashamba ya mizabibu, kukusanya hazina na hata kuleta wanyama wa ajabu kutoka mataifa mengine. Alikuwa na mamia ya watumishi na wanamuziki wa kumfurahisha. Lakini alipokuwa mzee, mafanikio haya yote yalihisi utupu. Alifuatilia kila kitu ambacho dunia inaweza kutoa, lakini alipoteza mwelekeo wake wa kiroho njiani. Mfalme aliyewahi kuwa na hekima sasa alielewa kwamba mafanikio yake yote hayakuwa na maana bila Mungu. Inaangazia ubatili wa mali, apendaye fedha hatosheki na fedha wala apendaye utajiri hatosheki na mapato yake. Hili nalo ni ubatili. Sulemani aligundua kwa kuchelewa kwamba tamaa zake zilimpeleka mbali na njia ya Mungu. Katika ujana wake, Sulemani alikuwa na uhusiano wa karibu na Mungu. Alijenga hekalu kama ishara ya uwepo wa Mungu kati ya watu wake. Lakini baada ya muda, ndoa zake nyingi na maagano yake na mataifa ya kipagani alimfanya awe mbali na Bwana. Aliacha upendo wake wa kwanza kwa Mungu wa ujana wake, aliyemtokea ndotoni na kumpa hekima isiyo na kifani. Maandishi ya Sulemani yanaonyesha mtu aliyepitia milima na mabonde ya maisha. Katika Mithali tatu sura ya tano hadi sita aliwahi kushauri mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote, mkiri yeye, naye atayanyosha mapito yako. Hata hivyo, hakufuata hekima yake mwenyewe. Katika harakati zake za kutafuta anasa za dunia, alitegemea akili zake mwenyewe na akapotea kutoka njia iliyonyooka ya Mungu. Katika Mhubiri kumi na mbili sura ya kumi na tatu Sulemani anatoa ushauri wa mwisho unaofupisha tafakari zake: basi hitimisho la yote lililosikiwa ni hili, himche Mungu na uzishike amri zake, maana kwa jumla ndiyo impasayo mwanadamu. Maneno haya yaliyoandikwa mwishoni mwa maisha yake yanaeleza kile ambacho Sulemani alitambua, kwamba utiifu kwa Mungu ndiyo njia pekee ya kupata utimilifu wa kweli. Siku ya mwisho ya Sulemani ilikuwa kumbusho la huzuni juu ya mafanikio ya kidunia yanayopita. Alikuwa amepewa zawadi kubwa zaidi lakini alizipoteza kwa kugeuka mbali na Mungu. Alipokaribia mwisho wa maisha yake, alielewa kwamba hekima, utajiri na mamlaka havikuwa na thamani yoyote bila moyo uliotolewa kwa Mungu. Katika Mhubiri saba sura ya ishirini na tisa Sulemani anaeleza ukweli wa kuhuzunisha: hili tu ndilo nililogundua, Mungu alimuumba mwanadamu kuwa mwadilifu lakini wamezamia mipango mingi. Sulemani, mtu mwenye hekima zaidi wakati wake, alinaswa na mipango yake mwenyewe. Tafakari zake za mwisho zinatufundisha somo kubwa kwa wote wanaotafuta utimilifu katika vitu vya dunia badala ya Mungu. Hadithi ya Sulemani ni onyo la umuhimu wa kubaki waaminifu kwa Mungu. Siku yake ya mwisho haikujawa na sherehe bali na tafakari ya kina juu ya kile alichopoteza. Alianza na ahadi kubwa lakini miaka yake ya mwisho ilijaa majuto. Mfalme mwenye hekima zaidi aliyewahi kuishi alijifunza kwa njia ngumu kwamba hakuna kiwango cha utajiri, hekima au anasa kinachoweza kuchukua nafasi ya moyo uliojitolea kwa Mungu. Tuchukue maneno ya mwisho ya Sulemani kwa uzito na tukumbuke kuwa kusudi letu la kweli haliko katika kutafuta mali ya dunia bali katika kumcha Mungu na kushika amri zake. Urithi wa Sulemani unatufundisha kuwa hazina kubwa za maisha haziko katika kile tunachojenga kwa ajili yetu wenyewe bali katika uhusiano wetu na muumba wetu. Siku ya mwisho ya mfalme Sulemani haikujawa na furaha ya ushindi, bali huzuni ya maisha yaliyopotea mbali na Mungu. Tujifunze kutokana na makosa yake. Sio jinsi unavyoanza, bali jinsi unavyomaliza ndicho kinachojalisha, na tumwamini Mungu mpaka mwisho wa maisha yetu. Asante kwa kutazama. Ikiwa video hii imekupa mwangaza, tafadhali penda, jiandikishe na ushiriki. Na kumbuka, hekima ya kweli inatoka kwa kumfuata Mungu kwa moyo wako wote, akili na nafsi.